Yeye akajitenda pembeni, akaanza kuomba, akaanza kuomba, anaendelea kuomba. Pia inasema mbingu zikafunguka. Kwa maana nyingine, ni nini maana yake? Malango ya mbingu yakafunguka, malango ya mbingu yakawa wazi, malango ya mbingu yakaachia. Kwa nini yaliachia? Kwa sababu alipomaliza kubatizwa Yesu akaanza kuomba. Wakati akiwa kwenye kuomba, malango ya mbingu yakaachilia na malango ya mbingu yamefunguka. Malango ya mbingu yakifunguka juu yako, ninataka ni kuhakikishia hakuna takee kuwa kiimeojo chako, kwa sababu malango ya mbingu yamefunguka. Na ndo maana walijaribu masadukayo mafarisayo na waandishi akina Herode watu mbalimbali walijaribu kumtafuta.